Point P ilikuwa ni, ni, 3 plus 4i, eh? Kwa hapa, ni 3, 4 i hiyo hapa ndio maana nimeweka 3,4. Point Q ilikuwa ni, 4 plus 6i, ni 4, 6 i hapa ni 4,6, na point R ilikuwa ni, 1 plus 2i. Ndio maana hapa, ndio maana ni 1, 2 i maana hapa ni 1,2. So hii ni naitwa imaginary part, imaginary axis na hii hapa na hii ni real axis. So you can see we have a, a parallelogram eh? Show ndo hivyo tayari. Part b of the question ilikuwa ni nini? Part b ilikuwa find the area of hiyo parallelogram eh? Sawa. Kwa hiyo, to find area ya hii parallelogram sasa, um, um, if you have a parallelogram kama hii eh, area huwa ni sasa, na uchukue hii base hii times, hi, times sine ya hii angle, angle, included angle eh? kwa hiyo nachukua urefu huu zidisha na urefu huu zidisha sine of this angle. Sasa kwetu hapa um, itakuwa ni uchukue urefu or zidisha urefu op zidisha sine ya hii angle hapa, mona angle ra op. Kwa hiyo kwa, give kwa sisi kwa sisi itakuwa area itakuwa ni sana or the distance or, or times op times um, sin of engo r o p kama hivi, si ndio? so um, or ora or, manake ni kwa sababu from the origin to the complex number 1 plus 2i eh? Kwa hiyo or is very simple, it's just a modulus ya yeah, hii um 1 plus 2i eh? Kwa hiyo or you can see itakuwa ni sana sana the square root of 1 square jumlisha 2 squared eh? Ambayo ni sana na the square root of 5. Kwa hiyo um remember, tulisema let's say hii ni Argand diagram, ni chori chore hapa pembeni. hii ni imaginary axis, hiyo ni real axis eh. So hii ni point z1, complex point z1. So tuna imaginary axis na real axis. So urefu kutoka origin, urefu kutoka origin hapa mpaka kwenye complex point z1 ni moduli ya nini? Ya z1, ndicho tulichokifanya hapa eh, kwa urefu kutoka o mpaka complex number 1,2, ni moduli ya ya o, ya hii 1,2 ambayo ni square root of 5. Vivyo hivyo urefu OP itakuwa ni model ya hiyo nini, ya hii 3 plus 4i. Kwa hiyo urefu sasa, kwa hiyo ni ORI, urefu wa OP itakuwa ni 3 square plus 4 square, de square root yake, ambayo itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 5. So OR ni huyu OP ni huyu. Sasa hii angle, hii angle tutaipataje? So kutoka kwenye hii mstari OR mpaka kwenye X axis, hiyo maanake ni argument ya hii complex number 1 2i, si ndio? E, kwa sababu hii hapa itakuwa ni argument ya nini, ya z1. Kwa hiyo argument ya hii complex number 1 2i ndio hiyo, wakati urefu kutoka kwenye hii OP mpaka kwenye x axis yenyewe itakuwa ni urefu wa, itakuwa ni argument, argument I mean ya minia, huyu nani, 3 plus 4i. Sasa um, labda hii 3 plus 4i ni niandike pembeni, samani ifute hapa, ifute hapa, samani kidogo, niandike labda kwa hapa kwa sababu nataka ni solve hapo, argument ya 3 plus 4i. So argument ya huyu maana nitachukua tan inverse ya um, imaginary part y over real part x, so nitakuja kupata ngapi? Nitakuja kupata ni 63.4 degrees. So um, so hii angle hii ni 63, hii kuanzia hapa kwenye or mpaka huku mwisho ni 63.4 degrees, wakati hii sasa yenyewe nitafanya tan inverse Um, ni 4 over 3 hapo, nitapata ngapi? Nitapata hamsini na tatu nukta moja degrees. So hapa chini ni hamsini na tatu nukta moja degrees, so ukijumlisha na hiki sasa, ukichukua hamsini na tatu nukta moja jumlisha na hiki engo ROP, ndo nitapata sitini na tatu nukta nne. Kwa hiyo ni hivi um, nikichukua um, hamsini na tatu nukta moja jumlisha engo ROP napata in degrees 63.4 eh, degrees. So engo ROP now itakuwa ni hui 63.4 minus 53.1, ambayo ni 10.3 degrees. So the area now of our parallelogram is equal to OR ikuwa ni square root of 5 times OP ikuwa ni 5 times sin ya hiyo nini? 10.3 degrees. Kwa hiyo sana useme 5 the square root of 5 sine of what? 10.3 degrees. So just use your calculator there you get area takwa sana 2. So kwa sababu hamna units na nini, tunasema tu square units. Usije ukaandika nani hapo sentimita square au nini, haujapewa sentimita wala kilomita, so unasema tu ni square units.

Hii ni point qe complex number Z2. Sasa swala inasemaje: if absolute of absolute of Z1 minus Z2 is equal to absolute of Z1 plus Z2, show that OP is perpendicular to OQ. Kwa hiyo show that OP, OP, unajua hapa ni P af, hapa hapa ni Q qe Kwa hiyo OP hapa ni o OP is perpendicular to OQ manake hapa ni 90 degrees. Kwa hiyo ndo swali tuonyeshe kwamba hii angle hapa ni ngapi? Ni ni 90. Yes, so given now given ndo hii hapa z1 plus z2 absolute sana na z1 minus z2. So hebu tuanzie hapo let z1 iwe sasa na a plus bi eh Alafu z2 iwe sasa na c plus di ah. Manake sasa z1 plus z2 jumlisha hizo real parts, maanake ni a jumlisha c alafu na jumlisha na hizi um, imaginary part manake ni b jumlisha di. Then also z1 minus z2 manake ni a minus c, kwao nachukua a minus ya huku Jumlisha, um, b minus d i kwa hiyo, akisema modulus of z1 plus z2 ni huyu hapa, chukua the square of the real part jumlisha the square of the imaginary part. So huyu ni modulus ya z1 plus z2 anasema ni sasa na modulus ya ya huyu z1 minus z2. Kwa hiyo kama kaida, real part ni a minus c this time jumlisha na imaginary part ni huyu. Yeah. So this one now is the module of huyu z1 minus z2 wakati huyu ni module ya huyu z1 plus z2, so I square both side I get a plus c squared jumlisha b plus d squared ni sasa na a minus c squared jumlisha b minus d squared. Okay, let's expand that one now kwa hiyo um, a plus c squared itakuwa ni a squared jumlisha 2ac jumlisha c squared eh, wakati b plus d squared itakuwa ni b squared jumlisha 2bd jumlisha nini d squared, so yote hii sawa sawa na a minus c squared ambayo itakuwa ni a squared minus 2ac jumlisha c squared eh, afu na b minus d squared ambayo itakuwa ni b squared minus 2bd jumlisha d squared c squared minus c squared ni zero, b squared minus b squared ni zero. D squared minus d squared ni zero. So huku tunabaki na 2ac jumlisha 2bd sasa negative 2ac minus 2bd um, so hii 2ac ni ilete huku alafu ile 2bd ni peke kule, ili tuweke um, tukusanye like terms. Kwa hiyo 2ac plus 2ac eh? ac sasa, na hii ikija inakuwa negative 2bd minus 2bd. So what do I get? I get 4ac is equal to negative 4bd. You can see ukitoa hii 4 unabaki na ac sasa, negative bd. Yes. Um, so what do I do here now? I'm going to divide by ukwe I'm going to divide by c eh, kama hivi c na s takufa na baki na a sasa, negative b times d over c eh, and then niganya na hii negative b hapa inakufa na baki na negative a over b ni sasa na d over c So nimefika hapa, um, negative a over b ni sana na d over c. So hii negative a over b ni sana useme, um, negative 1 over b over a, kwa hiyo yote ni sana d over c, kwa hiyo hichi nicho kiandika hapa ni sana hichi eh? mm -hmm. but remember now, z1 ilikuwa nini? Ilikuwa ni a plus b i Eh? kwa hiyo argument of z1 manake ni tan inverse. Tan inverse ya nini? Ya b over a. Kwa hiyo kumbe, tangent sasa ya argument ya z1 ni sasa na b over a. Similarly, z2 ilikuwa ni sasa na nini? Ilikuwa ni sasa na c plus di. Kwa hiyo manake argument ya huyu z2 ndo tan inverse. Tan inverse ya nani? Ya d over c. Kwa hiyo kumbe sasa tangent tangent ya argument ya z2 itakuwa ni sasa na huyo nani, d over c. Yes, so what now, manake huyu sasa nitaandika negative 1 over b over a, tumeona ni huyu tan argument ya z1 alafu d over c tumeona ni tan argument ya z2 kama hivyo. Yes, so what do we do now? Cross the multiply, niseme kueta kwa, kwa negative 1 sasa, sasa na huizidisha kwa kwa huyu. Kwa hiyo you can see that negative 1 is equal to tan um, argument of z1 zidisha na tan um, argument of z2. So huyu negative 1 sasa mlete kule, itakuwa ni 1 plus tan argument ya z1 alafu tan um, argument ya nani ya z2, so all of this is equal to what, to 0. Yeah. So what do, what are we going to do now huku times with one over tan argument of z one minus tan um argument of z two. So hii ni one over over huyu wote sasa, one over huyu. Kwa na huku zidisha na huyo yo, one over um tan argument of z one ivie minus tan argument of nani of z2, hivyo so huku itabaki 0 wakati huku itakuwa ni 1 plus um, tan argument of z1 times tan am um, argument of z2, eh? so all of this over over huyu hapa chini sasa, tulemzidisha sasa hivi tan argument ya z 1 minus tan um, argument ya nani ya z 2 so all of this sana na zero. So huku ukizidisha huku unapata zero, nikireciprocate, nikireciprocate ni napata nini? Napata am tan um, argument ya z1 minus tan argument ya z2 all of this over hapa tuna 1 jumlisha tan argument of z1 tena tan argument of nani of z2. Kwa hiyo reciprocate maana yake denominator nimeifanya imekuwa numerator, na numerator imefanya kuwa denominator. So nafanya both sides eh. Upande wa huku haionekani kwa sababu ni zero over zero eh. Kwa hiyo haionekani. Sasa hii hii hapa ni compound ile formula ya compound angle eh. Hii ni sana useme tangent ya nani? Tangent ya argument ya z1 minus argument ya nani? Ya z2. Kwa hiyo yote ni sana zero. Kwa hiyo kumbe, sasa argument ya z1 minus argument ya z2 ni sasa na tan inverse ya nini? Ya zero. So argument sasa ya z1 minus argument ya z2 ni sana nini? Actan 0 ni 90 degrees degrees, eh. ambayo in radians tunasema ni pi over 2. Sasa rudi kwenye mchoro, argument ya z1 ni huyu huku Okay, niki minus na argument ya z2 ni huyu anabaki engo ya katikati eh, ambayo ni 90. Sawa? Sasa kwa hiyo nikichukua argument ya z1 minus argument ya z2 napata engo between what? Napata engo p o q ambayo ndio inabidi iwe ngapi? Iwe 90, so tulivyofanya hapa tumeona kweli inakuwa nini? Inakuwa 90, so tusemaje hapo? Tuseme hence